Usiku ule kijiji cha Mtungi kilizingirwa na mvua kubwa na ngurumo. Ndani ya nyumba ndogo pembezoni mwa kijiji, Asha mwenye miaka 14 na mdogo wake Baraka mwenye miaka 9 walikumbatiana kwenye kitanda cha mbao. Walikuwa wamebaki yatima baada ya ajali mbaya ya gari iliyowaua wazazi wao wiki moja iliyopita. Asha alikuwa kimya lakini machozi yalimdondoka kimya kimya. Baraka alimuuliza, Tutakwenda wapi sasa? Asha alijaribu kuonekana imara, nitakulinda Baraka, nitafanya kila niwezalo, lakini moyoni alijua hawakuwa salama. Watu walikuwa wakiongea kijijini kuwa ajali ile haikuwa ya kawaida, kulikuwa na kitu kisichoeleweka. Siku mbili baadaye, mzee Mkiruath, jirani wa zamani wa familia yao, aliwaita kwenye nyumba yake. Alikuwa na boksi la mbao lenye kufuli. Akasema, wazazi wenu waliniachia hili. Walisema ni kuwapeni mkiona giza limezidi. Aliwapa funguo na kuwatumia maneno ya tahadhari, kile kilichomo ndani si tu siri bali ni mwanzo wa safari yenu. Safari ya kugundua ukweli na kuna watu hawataki ukweli huo ujulikane. Usiku huo, Asha na Baraka walifungua boksi hilo. Ndani kulikuwa na ramani ya kijiji chao iliyoandikwa zamani yenye alama nyekundu kwenye msitu. Hereni ya dhahabu yenye nembo ya ajabu, na barua ya mkono kutoka kwa baba yao, kama mnasoma haya basi najua ukweli umeanza kuonekana e eh. Mioyo yao ilidunda kwa nguvu. Maisha yao yalikuwa yamebadilika milele. Safari ilikuwa imeanza. Usiku ule, baada ya kufungua boksi, Asha aliweka ramani juu ya meza ndogo ya mviringo. Baraka aliinama juu yake, macho yake yakimulika kila kona kama mpelelezi mdogo. Mtaa wetu haupo kwenye hii ramani alisema kwa mshangao. Lakini kuna pango limechorwa upande wa msitu wa kivuli. Msitu wa kivuli ulikuwa umezungukwa na hadithi nyingi za ajabu. Watoto wa kijiji waliambiwa wasikaribie eti kuna sauti zisizo na chanzo, wanyama wakubwa wasionekana na mara nyingine watu waliopotea. Asha alimwangalia Baraka, baba alituachia hii kwa sababu moja. Lazima tujue ni nini aligundua kule. Asubuhi yake walificha hereni na ramani kwenye begi la mgongoni, walijifanya kama wanaenda kutembea. Hakuna mtu aliyewashuku. Barabara ya vumbi iliwaongoza hadi kwenye mpaka wa msitu. Kulikuwa na ukimya wa ajabu, hata ndege hawakuimba. Wakiwa ndani ya msitu, walifuata alama ndogo nyekundu kwenye ramani. Baraka alianza kuhisi kama kuna mtu anawatazama. Asha, eu, unahisi kama tuko peke yetu kweli? Kaa karibu nami, alijibu huku akiangalia nyuma mara kwa mara. Baada ya kutembea kwa muda walifika mbele ya kichuguu kikubwa kilichokuwa kimejificha nyuma ya vichaka. Ndani ya ramani sehemu hiyo ilikuwa imeandikwa neno moja kwa maandishi ya kale, hii utambuzi. Baraka alisogea karibu, akagusa mchanga wa kichuguu. Mara ardhi ilitetemeka kidogo, kuta za mchanga zikasogea upande mmoja, zikafichua mlango mdogo wa kuingilia ardhini. Mungu wangu, Asha alishusha pumzi. Baba alikuwa anamaanisha hili. Hii ni njia ya kuelekea chini ya ardhi. i Walipochungulia ndani waliona ngazi za mawe zikipotea gizani. Hakukuwa na mwanga, lakini walijua bila hata kusema neno kwamba walipaswa kuingia humo. Japo walikuwa na hofu, kulikuwa na kitu kingine kilichokuwa kinawasukuma matumaini ya kugundua ukweli wa familia yao. Walishuka taratibu, Baraka akishika mkono wa dada yake. Chini kabisa, walikuta ukuta uliochorwa michoro ya ajabu, picha za watu, alama na maandishi ambayo Asha aliweza kuyalinganisha na yale yaliyo kwenye hereni. Lakini kabla hawajachunguza zaidi, ya sauti ya mtu ikasikika kwenye kivuli. Hamkupaswa kufika hapa. Sauti ile ilikuwa nzito, ya kiume, ikitokea upande wa kulia wa pango. Asha alimsukuma Baraka nyuma yake kwa haraka, macho yake yakichungulia gizani. Moyo wake ulidunda kama ngoma ya vita. Walikuwa ndani ya pango la ajabu, chini ya ardhi, bila mwanga wa kutosha, na mbele ya mtu asiyejulikana. Ni nani wewe? Asha aliuliza kwa ujasiri wa bandia. Kimya, kisha hatua nzito za viatu zilianza kusikika. Mtu huyo alitokea taratibu, mrefu, alivaa koti jeusi nene, uso wake nusu umefunikwa na kofia. Alikuwa amebeba kijiti cha mbao ambacho kilitoa mwanga hafifu wa kijani uliomulika michoro ukutani. Mimi ni mmoja wa walinzi wa siri, alisema. Wazazi wenu walikuwa karibu sana kugundua kile ambacho hatukutaka kijulikane, na sasa ninyi mko hapa i. Baraka alimgusa asha bega, twende Asha, tafadhali lakini yule mtu alisimama mbele ya mlango wa kutoka. Mna ramani na mna hereni hiyo, inamaanisha damu yao inawaongoza. Lakini kabla hamjapiga hatua nyingine, lazima mjue ikuna watu ambao watakufuateni hadi mwisho wa dunia, ili mwache kutafuta. Asha alitoa hereni kutoka mfukoni. Hii hii ina alama sawa na michoro ukutani. Unajua inamaanisha nini? Mtu huyo alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini, ina maana mlikuwa mmekusudiwa kufika hapa, lakini bado hamjawa tayari kwa ukweli kamili. Kisha alichora mduara chini ya sakafu kwa kutumia kijiti chake, mwanga wa kijani ukianza kuangaza zaidi. Ndani ya mduara kulitokea ramani nyingine ya chini ya kijiji chao, iliyoonesha mitaro ya kale, vyumba vya chini ya ardhi na njia ya siri kuelekea kwenye eneo lililoandikwa kwa herufi kubwa, mlango wa mwisho. Hapo ndipo kila kitu kilifichwa, alisema, lakini mkienda huko hamtarudi vile mlivyoingia. Kila kitu kitabadilika, marafiki wanaweza kuwa maadui na ukweli unaweza kuwa mzito kuliko uongo. Asha na Baraka walitazamana. Baraka alishika mkono wa dada yake, alikuwa bado na hofu, lakini sasa kulikuwa na kitu kingine usoni mwake, he azimio. Tuko tayari, Asha alisema mtu huyo alinyamaza kisha akapiga hatua mbili nyuma, akanyanyua mkono wake juu, na ukuta wa nyuma wa pango ukajifungua taratibu, ukionyesha njia ndefu ya chini ya ardhi yenye taa hafifu za bluu. Mna saa moja kabla lango kufungwa. Bahati yenu itategemea uaminifu wenu kwa kila mmoja. Walichukua hatua ya kwanza kuelekea njia hiyo ya chini ya ardhi, bila kujua kwamba nyuma yao macho mengine yalikuwa yakiwatazama na kiongozi wa kundi la mikono mitano, wale waliomua baba yao, alikuwa tayari anajua wameanza safari.